Nimekuandalia chai tamu sana leo, kunywa mpenzi. Mke wangu huweka mto mwekundu kando yake ikifika usiku wa manane. Sehemu ya kwanza ya simulizi yetu pendwa, ya mke wangu huweka mto mwekundu kando yake ikifika usiku wa manane. Mara ya kwanza nilipouona mto mwekundu kando ya mke wangu usiku wa manane, nilidhani ni kitu cha kawaida tu mto tu usiku mwanana na kimya, mke wangu tu akiwa amelala kwa amani. Lakini ilipofika usiku wa pili niligundua kitu cha ajabu: ule mto mwekundu haukuwepo wakati anaenda kulala, lakini ilipofika saa sita usiku ulikuwepo hapo mahali pale pale, mkao ule ule, rangi ile ile nyekundu inayong'aa. Nilijaribu kujishawishi kuwa nilikuwa nusu usingizi labda aliutoa bila mimi kugundua. Labda sikuwa makini tu, lakini kadri nilivyojaribu kujieleza ndivyo ilivyonisumbua zaidi. Na wakati mwingine nilisikia miondoko ya taratibu, minong'ono, au sauti ya chini chini, mtu anayejaribu kuzuia kilio. Kufikia asubuhi, kila kitu kilionekana cha kawaida tena. Hakuna mto, hakuna alama yoyote mahali popote. Hatimaye nilimuuliza kwa njia ya kawaida. Mpenzi, hivi huwa unatumia mto mwekundu usiku? Alitulia akionekana kuchanganyikiwa. Mto mwekundu? Hapana. Kwa nini? Nilijichekesha kidogo kwa kulazimisha. Usijali kuhusu hilo. Labda nina mawazo mengi siku hizi. Alitabasamu na kuendelea kujiandaa na siku, kana kwamba hakuna kitu cha ajabu. Lakini kwa muda nilijiuliza kama nilikuwa nikifikiria mambo yasiyokuwepo. Labda kweli nilikuwa na mengi kichwani hivi karibuni. Basi nikapuuza. Wiki zikapita, mpaka usiku mmoja hivi, niliamshwa na minong'ono ya chini kwa chini. Niligeuka kumtazama mke wangu, naye alikuwa ameshikilia ule mto mwekundu, siyo kilegevu bali kwa nguvu, vidole vyake vikiwa vimeukamata, huku mabega yake yakitetemeka. Safari hii nilijua haikuwa mawazo yangu. Mpenzi, nilinong'ona taratibu, uko sawa? Nilinyosha mkono kumgusa, lakini kabla mkono wangu haujamfikia nilisikia sauti ya chini tulivu, lakini nzito, unapaswa kuwa umelala. Niliganda. Ile sauti haikusikika kama sauti ya mke wangu kabla hmm sijaelewa nini kinaendelea taa zilizimika. Jina langu naitwa Lizo Mavoice mtunzi wako ni Othman 36. Usikose sehemu ya pili ya hadithi yetu pendwa ya mke wangu huweka mto mwekundu kando yake ikifika usiku wa manane.